Hilo wamenyanyuka wakosoaji kwenye hii ya kuwapa watu gari wafungie ndoa, wamenyanyuka wakosoaji, hawakosekanagi. Ah, baba Levo, kwa nini umenunua gari kwa ajili ya harusi badala ununue gari kwa ajili ya kubebea maiti? Jamani, ningenunua ya maiti ungesema umeona anataka tufe, sasa atupakie humo mwingine anasema, mwingine amesimama anasema, Babalevo, bora ungenunua ambulance kwa ajili ya kupakia wagonjwa kupeleka hospitali. Ni hoja nzuri, lakini nataka niwaambieni mimi nikinunua ambulance ni sawasawa nimemkosoa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Dkt. Samia Suluhu Hassan ameweka pesa nyingi sana kwenye afya na kabla mwaka haujaisha ule unaokuja elfu mbili na ishirini na sita na wahakikishieni, Kigoma mjini tutakuwa tumepata ambulance zisizopungua tatu kutoka kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tunaelewana vizuri? Mama hana utani kwenye afya za watu wa Kigoma, hana utani kwenye afya za Watanzania. Kwa hiyo asilimia mia moja tutapata ambulance na uzuri ni kwamba naibu waziri wa afya anatoka Kigoma, pale ni Kibondo. Dr. Florence ni mmoja kati ya mwanamama kutoka Kigoma, amepata nafasi ya kuwa naibu waziri wa afya. Kwa hiyo nitamkaba mpaka kichwa kitamuuma yule mama kuhakikisha tunapata ambulance kwenye miji yetu yote kwenye uh, uh, majimbo yote manane ya, ya, ya Kigoma hasa Kigoma mjini, kwa sababu ndo mjini. Kwenye hilo wamenyanyuka wakosoaji kwenye hii ya kuwapa watu gari wafungie ndoa, wamenyanyuka wakosoaji, hawakosekanagi. Ah, baba Levo, kwa nini umenunua gari kwa ajili ya harusi badala ununue gari kwa ajili ya kubebea maiti? Jamani, ningenunua ya maiti, ukisema mona anataka tufe, sasa atupakie humo <laughs> eh? mwingine anasema mwingine amesimama anasema Babalevo, bora ungenunua ambulensi kwa ajili ya kupakia wagonjwa kupeleka hospitali. Ni hoja nzuri, lakini nataka niwaambieni, mimi nikinunua ambulensi ni sawa sawa nimemkosoa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka pesa nyingi sana kwenye afya na kabla mwaka haujaisha, ule unaokuja, elfu mbili na ishirini na sita, na wahakikishieni Kigoma Mjini tutakuwa tumepata ambulansi zisizopungua tatu kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaelewana vizuri. Mama hana utani kwenye afya za watu wa Kigoma, hana utani kwenye afya za Watanzania. Kwa hiyo asilimia mia moja tutapata ambulance na uzuri ni kwamba naibu waziri wa afya anatoka Kigoma, pale ni Kibondo. Dr. Florence ni mmoja kati ya mwanamama kutoka Kigoma, amepata nafasi ya kuwa naibu waziri wa afya. Kwa hiyo nitamkaba mpaka kichwa kitamuuma yule mama, kuhakikisha tunapata ambulance kwenye miji yetu yote kwenye uh, uh, majimbo yote manane ya, ya, ya Kigoma. Hasa Kigoma mjini kwa sababu ndo mjini.